Sasa KJ. Eh. Yeah. Hapa ndio tumefika eneo la kwenu. Sasa nadhani unayaona mazingira. Ndio. Eh? Ndio. No. no, no, no. Tofauti kabisa na ulikokuwa. Eh. Ah, hey. Hata ule mti pale, na ukumbuka na ule mwembe pale. Sasa hey. Cha muhimu ni hichi, mimi narudi, alafu tutaonana siku nyingine, au unasemaje? ah, ah, njoo kwanza. Unaona wale wanafunzi wawili pale wamevaa uniform wale? eh, nawaona, nawaona, nawaona. <laughs> Wale ni watoto wangu sasa, wanaenda shule ah. Ndio maana nakwambia umeshajielewa umepona kabisa. Ndio, ndio. Eh? Mm. Safi sana, KJ. KJ. Eh? KJ. KJ. <laughs> Safi sana, njoo <laughs> tena, njoo tena. Unamwona ah. Yule kule yule? yule mwanamke kule kafa vizuri yule, e, yule mke wangu sasa. Kwa yule mke wako. Eh. <laughs> safi. Alafu naona ushajitambua kabisa. Kwa hiyo mimi hata niondoke bwana. Hata niondoke. Hapana, njoo tena unamwona sasa? Yule, yule, yule jamaa yule kule kavaa vizuri yule, yule ni mimi, naenda kazini yule. Yule ni wewe, unaenda kazini. Ndio wewe hapo, unaenda kazini wewe. Yule kule ni wewe. Ndio, naenda kazini. Basi twende kwenye gari wewe, ha? KJ tufanye, wewe ndio unatoka kazini na gari <laughs>